Naam, habari ya wakati huu, wana michezo wa Tanzania, no wapenda soka. Richard. Na leo bwana, tunakwenda kuangalia kitu kimoja ambacho kimetoka kwenu nyinyi wafuatiliaji wa jukwaa hili lakini pia uh, wapenda michezo katika platform zangu mbalimbali mbali, katika mitandao ya kijamii lakini pia kupitia jukwaa hili la YouTube la Mzinga Sports, nimepokea taarifa nyingi au watu wengi wakiwa wanataka tumzungumzie Celestin Ecua uh, mshambuliaji anayepiga kwenye klabu ya ASEC Mimosas. Nyota huyu anahusishwa na klabu ya wekundu wa msimbazi Simba. Uh, vyanzo mbalimbali vimemwandika vya hapa nyumbani, wakitaka kufahamu ukweli juu ya nyota huyu, lakini baadhi ya vyanzo uh, nimeona uh, vikimhusisha na klabu ya Young Africans. Zote hizo ni timu kubwa, ni timu ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa hivyo, sio stori kubwa wakiona wanamhitaji mchezaji kama Celestin Ekwa. Sasa basi, awali ya yote uh, ningependa kutoa uh, picha ya jumla ya kujua mazingira yalivyo katika uh, uh, ligi yetu na namna ambavyo timu zetu zinasajili. Tukirudi wastani wa miaka saba pengine mpaka kumi huko nyuma na nyuma zaidi timu zetu zilikuwa zikisajili wachezaji kutoka katika mataifa mbalimbali. Tumeshasajili vya kutosha kutoka Uganda, Kenya, pia tumesajili Rwanda, Burundi ni mataifa ambayo tumesajili sana wachezaji uh, kutoka katika hayo mataifa yaani, kwa ujumla ni haya mataifa ya Afrika Mashariki uh, maybe na kati, lakini asilimia kubwa ni Afrika Mashariki. Yaani tukisema na kati manake Sudan, Ethiopia, uh, Djibouti, Somalia, kimsingi uh, hayo mataifa hawajaleta sana wachezaji wao uh, hapa Tanzania, lakini mbali na hapo tulisajili wachezaji kutoka katika mataifa ya Afrika ya Magharibi huko uh, Afrika no, Kusini tumesajili kutoka Zambia, Malawi, Zimbabwe, Botswana tumeenda enda, lakini Afrika Magharibi tumewahi kwenda katika mataifa kama Ghana uh, wameshakuja Waghana wengi ndani ya Tanzania uh, mataifa kama uh, Afrika Magharibi mataifa kama Nigeria wameshakuja kuja wa Nigeria wengi ndani ya Tanzania. Sasa kwa wakati huu mambo yamebadilika, kuna machimbo ambayo wakati huu tunapozungumza, kwanza tufahamu kwamba hizi uh, timu vio, kwa maana ya Simba na Yanga, naposema timu vio namaanisha hizo timu ambazo zimefanya uwekezaji mkubwa, of course na Azam FC yupo hapo, ingawaje yeye ni mgeni kwa sababu hizi ni kongwe za muda mrefu zaidi. Hizi timu katika uwekezaji wao kwa asilimia kubwa, kwa miaka hivi karibuni, wamepata uh, eneo ambalo linawapa wachezaji wengi bora. Sasa basi Uh, kwenye uh, miaka kwenye miaka hii takriban sita mpaka no uh, leo hii tulipo hapa, wachezaji wengi kwa asilimia kubwa ya nyota ambao wamekuja kucheza ligi ya Tanzania wametoka taifa la DR Congo. DR Congo nyota wengi wametoka humo, na nyota hawa uh, sio nyota wepesi sio wachezaji dhaifu dhaifu. Miaka ya nyuma timu zetu zilikuwa zinasajili katika mataifa hayo na mengine, lakini tulikuwa tunachukua uh, wachezaji wa madaraja ya katikati au madaraja ya chini. Kuchukua ile krim, wale wachezaji wa madaraja ya juu ilikuwa ni kitu kigumu kwelikweli, lakini leo hii uh, timu zetu zinasajili wachezaji madaraja ya juu kabisa kutoka katika ligi ya DR Congo. Mfano uh, katika ligi ya Tanzania tuliwahi kumpokea Henock uh, Inonga. Henock Inonga huyu alitokea katika timu no, kubwa no, no, no. pale DRC, na yenyewe ni Daring Club Motema Pembe. Daring Club Motema Pembe kifupi inaitwa hivi DCMP, wenyewe Wafaransa wanaita DSMP, yes. Kwa hiyo hii ni timu kubwa, na huyu mchezaji aliwahi kuwa best defender. Kwa hiyo wakati anakuja huku ametoka kuwa Uh, mlinzi bora wa ligi kuu ya DRC. Uh, baada ya hapo, tuliwe kumpokea pia uh, tumewee kumpokea uh, Fisto Mayele Fisto Mayele Mayele, uh, ndani ya DRC alikuwa mchezaji mkubwa, lakini sio mk sio kwenye ukubwa ambao alikuja kuongeza Tanzania. Huyu alikuwa anatokea klabu ya Vita Uh, ukubwa wake Tanzania umeongezeka zaidi, lakini wakati yuko DRC alikuwa moja ya strikers wanaotegemewa hata kwenye timu ya taifa ile ya CHAN, kwa sababu DRC tunapozungumzia, no, ile timu ya taifa ya jumla, hiyo ni story tofauti, lakini kwenye timu ya CHAN alikuwa akitegemewa Fisto Mayele. Na mwenyewe licha anakuwa na ubora mkubwa, ametoka kwenye klabu kubwa kama Vita Club, akaja Tanzania kwenye kikosi cha Young Africans. Nyota mwingine ambayo tumempokea, ambaye yupo mpaka sasa hivi ni Jean Baleke. Jean Baleke aliwahi kuwa mfungaji bora akicheza kikosi cha TP Mazembe kwa hiyo uh, katoka kuwa mfungaji bora. Msimu uliofuata mambo hayakwenda vizuri, kwa sababu aligombana na aliyekuwa kocha wake wa mkuu ambaye ni Frank Dumas. Wakati wanakuja kucheza uh, Simba Day hapa Mazembe na na Simba, alifunga goli la acrobatic, ulikuwa ndo msimu ule Frank Dumas aligombana na uh, Jean Baleke. Kwa hiyo Baleke akatolewa kwa mkopo kwenda Lebanon, na baadaye Simba wakamtoa Lebanon na kumleta mkopo wake ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo uh, Jean Baleke ni mchezaji mwingine mkali bora kutoka katika ligi ya Congo na alikuja Tanzania, lakini pia tunaye Maxi Nzengeli. Huyu Maxi Nzengeli yupo kwenye kikosi cha Young Africans na mwenyewe alitokea US Manyema Union, miongoni mwa timu bora ndani ya ligi kuu ya DRC, US Manyema, na huyu alikuwa most valuable player, aliwahi kuwa mchezaji bora wa ligi ya DRC, lakini alikuja amekuja ndani ya ligi kuu ya NBC. Mchezaji mwingine ambaye amekuja ndani ya ligi kuu ya NBC ni Eli Mpanzu. Eli Mpanzu. Eli Mpanzu huyu anacheza kwenye kikosi cha Simba lakini ametokea Vita Club pia. Aa, sasa hao ni baadhi tu ya nyota watano, baadhi ya nyota watano ambao wamekuwa wame, wame na CV kubwa kwa huko walikotoka na wamekuja hapa wameendeleza makali yao. Sasa kwa mfano tukimzungumzia Henok uh, Inonga nimesema kwamba aliwahi kuwa best defender na DRC Fisto Mayele alikuwa second best kwa maana ya a, wakati Baleke anakuwa top scorer, Fisto Mayele alikuwa second best kwenye kwenye hizo mbio zao, kwa hiyo hii ilikuwa ni vita yao hao nyota wawili. Huyu alikuwa TP Mazembe, huyu alikuwa Vita Club. Maxi Zengeli, huyu aliwahi kuwa MVP kabisa wa ligi kuu ya DRC. Eli Mpanzu, Eli Mpanzu huyu ni MVP lakini wa Kudu Kongo, yani FA ya Kongo alikuwa MVP kwenye msimu uliopita. Vita Club ilikuwa imechoka kweli kweli, lakini yeye aliwezesha Vita kubeba ubingwa wa, wa Coupe du Congo na akateuliwa kuwa mchezaji bora wa msimu. Ikumbukwe ligi kuu ya DRC msimu uliopita hakukuwa na tuzo za mchezaji bora wa ligi, na hiyo ilitokana na kukosa mdhamini mkuu ambaye angeweza kufanya hizo tuzo, kwa hiyo hakukuwa na tuzo rasmi za, za, za, za uh, wachezaji mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya wachezaji sasa. So, ukija kuangalia hii cream hapa kuna wachezaji wengine ambao wa, hawakubeba tuzo hizi nyingine nyingine, lakini yalikuwa ni material klasi tofauti. Akina Yannick Bangala ni nyota wakubwa ambao walikuja katika ligi yetu, akina Mokoko Tonombe alikadhalika the same. Kwa hiyo na wengine ambao nimewasahau, nadhani hao wachezaji kutoka DRC wengi tunawafahamu ambao Uh, wamecheza ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara. Sasa basi tukiachana na hawa wachezaji kutoka DRC, na kimsingi wapo wengine wengi uh, chimbo nyingine ambalo uh, timu zetu za Tanzania limeona sasa hivi kwamba wachezaji wake hawatuangushi. Uh, mara nyingi inakuwa hivyo kwa sababu unapoamini taifa fulani, hiyo kwa sababu wachezaji wake huwa hawadisappoint, hawawaangushi kwa hiyo DRC ni taifa ambalo kwa asilimia kubwa nyota wake hawatuangushi, yaani unaweza kuchukua mchezaji kutoka Congo ikafeli mara chache, lakini asilimia kubwa wamekuwa wakideliva wakicheza uh, vizuri. Sasa kutoka DRC uh, taifa nyingine ambalo uh, tu, kwa timu zetu za Tanzania ile imekuwa kama chaka kwa wakati huu ni Ivory Coast. Ivory Coast, au Cote d'Ivoire whatever lakini Ivory Coast ndo limekuwa chaka kwa timu zetu za Tanzania kwa wakati huu, na wenyewe hawakuanza leo kuleta nyota wao. Kwa maana ninavyosema uh, taifa, na maanisha wachezaji ambao wanatokea katika ligi hiyo au ni raia wa, wa, wa taifa hilo, kwa maana ya sasa. Basi Ivory Coast haikuanza leo, ilianza uh, miaka kadhaa hapa nyuma, tangu wakati wa Kipre. Tutamkumbuka Kipre Cheche Ah, Kipre Cheche aliwahi kutamba na kikosi cha Azam FC. Kipre Cheche na Kipre Balu hawa, ah, ni nyota ambao ni mapacha, nadhani wengi tutawakumbuka. Walikuja hapa na Ivory Coast kucheza michuano ya vijana ya Afrika ah, ilikuwa michuano ya, ya, ya Afrika Mashariki na Kati, lakini wao walikuwa ni wageni waalikwa, walikuja na Ivory Coast na mwishowe wakasalia hapa. Kipre Cheche akashinda mfungaji bora katika moja ya misimu ndani ya ligi kuu ya Tanzania Bara. Mchezaji um, mwingine ambaye alikuja ni Pascal Wawa. Pascal Wawa huyu alikuja ndani ya kikosi cha Azam FC na alikuwa silaha bora ndani ya Azam, baadaye akawa silaha bora katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo uh, nyota hawa ni mifano au ni miongoni mwao, sasa leo hii ukiachana please na kuchukua hawa nyota wengine ambao wamekuwa na ubora wa hali ya juu na hawajatuangusha au hawajaliangusha taifa lao la Ivory Coast. Kwa maana ligi ambao anatokea wapo wengi, miongoni mwao yupo Stefan Aziziki. Stefan Aziziki huyu ni mchezaji ambaye ametokea kwenye kikosi cha ASEC Mimosas ya Abidjan, Ivory Coast, na alikuwa MVP mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast MVP Stefan Azizi Ki. Kwa hiyo ukiangalia hii klasi haya material ya mchezaji kama Azizi Ki kuja Tanzania, kuja a, Tanzania bara sio kitu chepesi. Haya ni material ambayo angeweza kwenda katika maeneo mengine mbalimbali kwa sababu ligi ya Ivory Coast ndio zile ligi si ambazo zimesalia no kwa kule Afrika Magharibi kwa kutengeneza wachezaji wengi kwa kuwa na mvuto mpaka tunapozungumza leo Ivory Coast ndiyo taifa kinara katika mataifa yenye ubora kwenye renki za Afrika aa, katika yale mataifa ya juu Ivory Coast ndo nambari moja tunapozungumza so far. Kwa hiyo hata klabu zao zimekuwa zikitokea katika hiye michuano ya kimataifa na zimekuwa zikichallenge vizuri hata kwenye group stage, lakini klabu namba moja ambayo imekuwa ikiwakilisha vizuri zaidi ni ASEC Mimosas. Imekuja. ni mchezaji mwingine ambaye amekuja ni Pacom Zuzwa Pakom Zuzwa huyu, nimejaribu kuandika tu Kiswahili, tusipoteze muda. Pakom Zuzwa, na mwenyewe alikuwa MVP pia, mchezaji bora wa msimu ndani ya ligi kuu ya Ivory Coast. Pakom Zuzwa amefika kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Uh, timu imeonekana uh, of course, kiwango chake kimeonekana kuwa bora, no anafanya Please vizuri charge. no doubt, namba zake zinaonyesha yake akiwa uwanjani zinaonesha. hakuna swali juu ya Aziziki, hakuna swali juu ya Paco Mzuzwa. Sasa hawa ni Yanga. Uh, kwa hiki ambacho kimeendelea uh, kwa maana ya Yanga uh, kuchukua hawa wachezaji wawili na MVP wa Ivory Coast ilipelekea pengine au ilichagiza kwa wekundu wa Msimbazi, na wao wakawiwa kwenda kumchukua MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast kwa msimu uliofuata msimu uliopita. Na maanisha hapa MVP mwingine ni Jean Jean Jean Charles Ahwa, huyu ni mchezaji bora wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu jana uliopita. Kwa hiyo ma MVP watatu kutoka ligi kuu ya Ivory Coast misimu mitatu ya mwisho, wote wapo okay. ndani ya Tanzania bara katika hizi klabu mbili za Simba na Yanga. Sasa kutokea hapa, kutokea hapa ndo tunakwenda kumwangalia Celestine Celestine Ecua, nyota anayekipiga kwenye kikosi cha Asec Mimosas. Huyu nyota huyu hey, nyota bwana, anahusishwa na klabu za Simba na Yanga, lakini kuhusishwa huko sio kutoka kwangu mimi, yaani mimi siyo chanzo cha hii taarifa. Chanzo cha hii taarifa ni vyombo mbalimbali, au ni vyanzo mbalimbali vya Tanzania vimemwandika uh, huyu mchezaji Celestin Ecua kwamba anahitajika na klabu ya Yanga, anahitajika na klabu ya Simba. Celestin, Celestin Ecua. Sasa basi huyu nyota iwe anahitajika na Yanga iwe anahitajika na Simba, mimi sijathibitisha taarifa hii au tetesi hizi bado, katika meza yangu sijazithibitisha, naendelea kuzifanyia kazi. Ntakapozithibitisha nitakuja, nitaziweka na tutaongea kiundani zaidi juu ya mchezaji huyu, moja ya wachezaji bora katika ligi kuu ya Ivory Coast. licha kutokuthibitisha lakini namfahamu kwa sababu nimekuwa nikifuatilia ligi kuu ya Evercoast kwa kipindi kirefu. Sasa basi Celestin Ecua huyu ni mchezaji ambaye anacheza kwenye kikosi cha ASEC Mimosas na ana uwezo wa kucheza katika ile front line ya kushambulia kutoka pande zote tatu. Mimosas ASEC kwa asilimia kubwa wanacheza kwenye four, three, three. 433, hii timu inashambulia kwenda huku, isikuchanganya. Sasa basi, Ekwa ana uwezo wa kutokea huku, ana uwezo wa kutokea huku, ana uwezo wa kutokea kati. Kwa hiyo uh, katika hizi engo tatu, kila sehemu anaweza akatokea. Sasa basi, kuhusu Selesin Ecua, huyu mchezaji siyo mali ya ASEC Mimosas, ni mchezaji anayemilikiwa na klabu ya Zoman FC. Zoman Zoman FC Zoman FC ndo uh, mchezaji wao, na ana umri wa miaka ishirini na tatu. Sasa basi Zoman FC ndiko ambako alicheza hii ni selling club. Unajua, ligi kuu ya Ivory Coasti, uh, ina timu nyingi ambazo ni uzauza, imekuwa kama falsafa yao, wanatengeneza wachezaji kwa sababu ligi yao haina nguvu sana ya kiuchumi ya kuweza kuwalipa wale wachezaji fedha nyingi wamekuwa wakiwauza kuwapeleka katika maeneo mengine mbalimbali. No, kwa hiyo huyu bwana amecheza, ni mchezaji wa Zoman FC ambaye ametolewa kwa mkopo kwenda kujiunga na kikosi cha Asec Mimosas. Kwa nini Asec Mimosa waliamua kumjumuisha Celestin Ecua? Kwa nini? Kwa sababu uh, Asec Mimosa, uh, katika msimu uliopita msimu uliopita mpaka msimu huu tunapozungumza, performance yao sio nzuri sana ni wakati sasa hivi ligi inaelekea ukingoni, lakini ASEC ile Mimosa ambayo imekuwa strong zaidi wakati huu utaiona kileleni katika msimamo, lakini ASEC Mimosa hii inakuwa ina struggle sana tangu msimu uliopita mpaka sasa hivi tunapozungumza, hali yao sio nzuri na wameuza baadhi ya wa wachezaji kwenye kikosi chao. Sasa uh, ASEC Mimosa walimchukua Celestine Ekua uh, kutoka Zoman FC katikati ya dirisha ya ya msimu huu kwa maana ya mwezi Januari. Usajili wa Januari yani dirisha dogo ndo alimchukua uh, Celestine Ekwa. Ikumbukwe. ASEC ni Mimosa. mwanzoni mwa msimu huu wa 2024, 24, 2025 walimpoteza striker wao au mshambuliaji wao anayemwamini kwelikweli ambaye ana uwezo wa kucheza winga ana uwezo wa kucheza kama striker. Huyu ni Serge Pokou, Serge Pokou alichukuliwa na klabu ya Hilal. Hilal ya Sudan. Kwa hiyo baada ya kumchukua Mimosas, walichokifanya katika uh, katika replacement yani kufanya replacement, mbadala wa Serge Poku ambaye alikwenda Al Hilal na sasa hivi yuko Singida Black Stars, mbadala wa Serge Poku walimchukua Kankonde, Kankonde Shisungu, Kankonde Shisungu huyu ni nyota ambaye ana kipige, alikuwa akicheza kwenye kikosi cha KCCA ya Uganda. Kankonde Chisungu ni miongoni mwa mastreka no wazuri ana ubora wa, wa, wa kiwango chake. Huyu ni Mkongomani, lakini baada ya kumchukua amecheza nusu ya msimu tu, kwa maana kuanzia mwezi Agasti mpaka kufika mwezi Januari akauzwa Ben Ben ya Morocco, Ben ya Morocco walifika bei na Asek Mimosa wakaamua kumuuza kwenye hiyo timu. Kwa hiyo baada ya kumuuza Mimosa, wanashiriki michuano ya kimataifa, wanataka ubingwa wa ligi kuu ya Ivory Coast. Wanaupataje? Ilibidi hakuna namna, lazima kuingia sokoni kutafuta streka, ndo wakaenda kumchukua Celestin Ecua ambaye anacheza kama streka. anacheza kama winga kutokea pembeni, lakini asilimia kubwa anaweza kutokea kushoto akicheza kama streka. upande huu asilimia kubwa Uh, amekuwa akicheza Salif Diarasuba katika hili eneo, hivyo basi waliamua kumchukua kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu katika eneo lao la ushambuliaji na kimsingi ni one of the best strikers. Performance nzuri akiwa na timu yake mm -hmm, ya mama baadaye anakwenda kujiunga kwa mkopo kwenye kikosi cha Asec Mimosas, na kwenyewe pia ameendeleza kasi yake na ubora wake, hivyo basi nyota huyu uh, anatajwa kuwa anawe, inawezekana akaja kuwa mchezaji bora wa msimu endapo msimu utamalizika na namba bora kwake sofa. Hivyo basi tutakuja kumwangalia kwenye siku nyingine juu ya ubora wa huyu mchezaji na nini ambacho amekifanya huko alikotoka, ambacho kiliwavuta ASEC Mimosas kumjumuisha katika kikosi chao, lakini pia pengine tutakuja tukiwa na taarifa rasmi ya uhitaji wake au kutakiwa kwake ndani ya miamba hii miwili ya Kariakoo, kati ya Simba au Yanga, yupi ambaye anaweza kumpata Celestin Ecua, nyota ambaye amekuwa na ubora mkubwa ndani ya ligi kuu ya Ivory Coast? Kwa leo tunaishia hapa, mpaka wakati no mwingine tutakuja kumwangalia kwa jicho la tatu. Tutakutana tena katika jukwaa hili hili la Mzinga Sports. Usisahau kucomment, kusubscribe, kushare na kulike.